Kuelekea siku ya maadhimisho ya maporomoko ya maji duniani Juni 16, hifadhi ya Mpanga Kipengere iliyo chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imekuandalia Uzinduzi wa vito vipya vilivyopatikana katika msimu huu wa tatu wa dhahabu. Miongoni mwa vito hivyo ni pamoja na maporomoko ya maji TAWA. Vile vile kutakuwa na uzinduzi wa barabara ambapo kwa mara ya kwanza mtanzania au mtalii wetu ataweza kufika katika kitu. Bustani ya dunia, pia usiku wa dhahabu ambao utaambatana na masimulizi ya makabila ya nyanda za kusini, historia za machifu, kuongelea katika mabwaa ya asili, nyama kuchoma na muziki aina karaoke. Pamoja na hayo, kutakuwa na uzinduzi wa wimbo ambao utaelezea upekee na uzuri wa hifadhi yetu ya Mpanga Kipengere. Unapangaje kukosa? Karibu sana.